Hamjaridhika kumpiga bado tutamua. Nisikilizeni, nisikilizeni. Mchukueni mpelekeni kwa mwenyekiti wa kijiji. Una gani una kwa lando, kwa nini mwanangu leta mavazi gani unanivalia gani? Unafahamu jina ya mavazi kwanza? Ndio mawasiliano bila mazungumzo muna asiri vijana nyinyi. Sawa so, yote nimekubali. Ah, kisha ubakaji utakuja sio nyoresha vijana. Ni wewe au mimi? Mama yake na au unanipotezea tu muda. Maua. Wewe una jina Ruth. Siku nzuri. Ni nimekutafuta sana sijakuona. Ulikuwa wapi? A, nyumbani mama. <coughs> nakutafuta sana sasa <coughs> nataka <coughs> mimi nataka tuzungumzie ile swala lako. kasema mimi nimekusikia, lakini mimi nahitaji uzito utoke. Yaani, hapo ndo nakata, hapo sipo tayari kabisa kutoa ujauzito wangu. <coughs> <coughs> sipo tayari.

Ni kweli? Eh. Eh? Ngoja basi. Mm. ngali. Hivi hivi mwanafunzi, eh? Unakuta yani swali ndogo sana. Watu wanashinda. Sasa mbona hivi lakini? Mimi ndo shazi. Mimi mwalimu wako. <laughs> Kwa hiyo ndo domed...

yangu. ndio nimekwambia tu tu sana tena, sana tena kiasi kwamba nimeshamwambia Regina. E, kulea ujauzito kule uja lakini bado kwangu. Yaani Yaani Yaani Yaani ametoka <laughs> shule tu na akaja hapa moja hapa moja yani, moja. kwa sijui nifanye nini? ni ni hivi? nimechoka yani. Sikiliza ni kwambie. Sawa wewe ni mwanaume. Alafu mtu, kesi ndogo ya ya mtoto mwanamke kama mimba. Mimba sio msingi mchukue ndani kwa Roma. Sikia nikwambie. Samson. Naam. Kumbuka mimi ni mwenye kiti sawa. Aha. Na hili nitakalokwambia ni lina faida kwako wewe. Huyu mwanamke sio mjinga wa kuja kukuletea wewe ujauzito akwambie kwambia ni wa kwako, wakati kuna mwenye nao Chams, mchukue uangalie ni jinsi gani unaweza kushinda tena kesho. Kwa mimi ah ah ah peke yako. Unajua tu kwamba mimi mimi mimi mimi mimi ni mwanafunzi bwana, na nashindwa kujilea. Nilee mimba nilee na mtoto, nitaweza mimi? Mchanga sana. Sikiliza nikwambie sasa, Roma huko sahihi. Sikiliza sikiliza nikwambie mshikaji wangu, msiela hapa. Simpeni kwanza akija kuomba hela hela. Huyu atatoa hata hela. Wewe unaongea ongea tu, subiri tu nimsikiliza wewe. Mfukuze alafu tunakuja kulala, si wawili huko ndani? Ah, Regina Regina be wewe wewe! Habari, habari, Habari gani zako, peleka benki. sisi hapo. Sikiliza. Sikiliza kwanza, adabu, huyu ni rafiki yangu. Wewe ujazito sio wa kwangu, mtafute mwalimu, mtafute sungusungu, mtafute aliyekupa, sio mimi. mimi sina uwezo Samson, kuja uzito ni wa kwako. Na siwezi nikampa mtu yeyote. Romeo, sasa sikiliza nikwambie wewe, umetoka shuleni alafu lao kwenu.

Unaona fanya vizuri mwanangu? Uh. Sasa wewe. Naomba nisamehe. Utatoka nyumbani kwangu au baki? Mbali. Mimi. Wewe mwanangu. Mimi sio nani, mimi nitafanya nini kweli? Uh, niko panga vitu vingi sana. Niko natarajia ni wewe <laughs> mwanamke mwingine ukiolewa wewe. Sasa hivi mimi nitafanyaje? Baba sikujua. Wewe mwanangu wewe. Hapa ukai. Mimi sikubali, sikubali. <laughs> Ah, nikusamee mimi nipagini. Mimi ni pasta. Mipango yote ameisha haribu. Utatoka hapa ubaki. Na haya yote yametokea. Nifuatana na mmoja kiti. Mimi ni masuala ya vijana wana asili watoto wakubali. Sasa wewe hapa ubaki. Simama kwa. Simama wewe. Pita. Nenda ndani. Mwenye kiti atanifahamu mimi ni nani? Da. Mwanangu ameasirika hivi. Haya yote ni yule baba. Na mitume inatokea. Mimi sikubali. Karibu, karibu, bwana. Njo karibu, karibu. Karibu, we, muwaji wewe si, muwaji, we, muwaji. Afai kabisa hata unyekiti kiti kakutoa mimi, wewe ni mzee mwenzangu, lakini unaanza kukuja kwa kufoka, nisifuke kwa nini? Unatakiwa tukae chini tu uzungumze, bado natoka choli, unaanza kupika gele. Aya! Wewe, mimi nakueleza mawaji anatokea hapa ni wewe ha-ha. Mimi mzee mwenzako naweza nikafanya kianowasirike ki. eh? Ndio maana yake, muda mrefu mimi nilikueleza tujadili ya mambo ya vijana, tukae chini. Kwa nini wewe? Wewe kitu upo wapi? Wewe unashinda kuelewa. Wewe mzee wangu, sisi ni wazee wa kijiji, tukionekana kwamba tunai, tunagombana gombana kwenye kijiji hivi, watachukua picha gani watoto? Picha picha gani eh? Picha, na tunasirika sisi. Wewe mamilioni napotea hivi kwangu? aa aa, tukae chini tuzungumzie hayo, tukae chini tuzungumzie hayo. Mzee mwenzangu mimi sikae na wewe, sijadili na wewe hivi. Mwanangu ana mimba, wamempa mimba wale vijana wako, tena ana mimba. Raji wangu kipenzi changu sasa nakueleza. <laughs> Mimi naenda mimi naenda, utanijua ni nani. Alafu wazee wengine unashindwa kuzungumza maneno ya busara, unakuja kunifokea mimi. siufu ja wanafunzi na nini? Unajua mwanamke akisha akisha akisha akisha vunja huko huyo, uh, kwanza anakuwa mtu mzima. Umri si kitu, mapenzi ya chaguo. Unajua Samba Mapangala aliwahi kuimba nyimbo moja, uzuri wa mwanamke sio urembo. Ile ina maana kwamba wewe, urembo wako tabia ndio Afte mapeza ya chaguu, sijui kwanza kanza, mimi na uzee gani? Mimi mbona ni mtu mzima tu ambaye ninaza ni, ni kukupa malezi mazuri usihofu. Lakini kama ukijua tunapotoka nyumbani kuja shuleni, wanatuambia kuwa waalimu ndo wazazi wetu. Sasa inanishangaza sana kusikia we, kama mzazi wangu tena unaninaanzia mambo ya hivyo. okay. Nitakulea, si mimi mzazi wako? Nitakulea kwanza nikupe hela matumizi, mimi nitakulea. Sasa wewe umeshakuwa tayari, umeshavunja ungo, umeshakoma. Umeiva, unafaa kuliwa na mimi. Mbona malezi ambayo tunaambiwa nyumbani na wewe unaongelea kitu tofauti? Hapana, mimi sio mharibifu. Lengo langu mimi kuoka kwa ndani ni kuoe. Kwanza chukua ela matumizi shilingi 15,000. Chukua. unahitaji mafuta mazuri nini? Kwa hiyo na mimi nitakufa kama siku Una akili kweli? Una akili? Hebu mwangalie mwangalie, angalia, angalia vizuri. Mwalimu mbaya sana yule, hadi kwa hatua ya mwisho aliyeamua kuoa mtoto mchanga, kwa kumfukuza mke wake mtu mzima sababu ya umalaya wake, na pale shuleni kila mtu anamfahamu. Leo hii unatembea naye, anakupa sijui vimazawadi, unachukua wale amekupa nini? tuone tuone sasa, si ndo tuone? Tuone hii ni hapa nini? Yaani, unajua kwamba mimi, mimi nakosa na hela za kukupa we, Mariamu mpenzi wangu? Hizi hapa ni hela zangu, nimetoka nazo nyumbani. Ah, ah, mimi nimeona kila kitu. Acha kunidanganya, mambo yako ujinga, ujinga. Hebu chukua swala la pili. Kwa nini umeamua kuvaa uniform? Unajua leo ni siku ya mtihani sasa. Ningekuja bila kuvaa uniform, wazazi wangu wangenisikia. Mimi sijui kama leo ni siku ya mtihani. Unajua? Mimi sijui. Unajua. Kwa hiyo amua, kati ya mimi na mtihani, unampenda nani? Kwa sababu toka juzi nimekuambia tu kwamba leo mimi na wewe lazima tushinde ndani. Kama unapenda basi utanifuata nyumbani. Subiri nini? Sita, sita subiri chochote kile tofauti na kwamba unifuate basi. Kama shule, shule, subiri shule hiyo, sio tatizo ndogo, lakini subiri kwanza, naona bebi ananiita. Ah, utapiga baadaye bebi, usijali eh, ndio mpenzi wangu <laughs> I see. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, mimi na wanapendwa sana yani, lakini hiyo sikupi wasiwasi mwalimu mwenzangu. Sikupi wasi wasi kabisa. Upo sahihi sana, pole. Lakini, ni kitu kinachonishangaza au na kinachonipa uoga zaidi ni mm, pale ninapojiona mimi bado mgeni shule. Ni kweli tena yeah. isitoshe nakuja kujikuta sijana mazoea na mabinti wa pale. Ndiyo. Sasa, siju kama nitaweza. eh, kama tunaweza kaweza mavipi? Yaani, <laughs> ukitaka kuwa kama mimi. Kwanza, Jishike Hesa. Unajua mimi ni mtu mzima lakini sijiachi. Ni kweli. Mimi kwa umri wangu nimekuwa mzee sasa. Kwanza, mafuta mazuri ya kujipaka sikosi. Alafu, hivi pesa pesa mfukoni vya kuwadanganya nipo hapa.

Unaweza kukaja kumtongoza, nakubaliana, kesho au kesho kutwa inakuja kuwa kesi kwa headmaster. Haiwezi kuwa kesi. Tumia kondomu, itakulinda. kuna nini mwanangu Tumbo! Tumbo, subiri maji. Maji, mwanangu chukua. Redi. Mwanangu, kamata maji. Maji yataisha mama. Si usinywe me mengi, utatapika. Ime ime mwa wapi hapa. Jamenye! Mama Flanjo, mama Muria. Ayu. Redi. Redi mwana. Na na mazao ya babu ya mikopo.

<laughs> kwa wangu mii, mimi mimi nasikitika tena nasikitika kuikaa kwenye kikao hichi. Watoto wanakufa sana. Yaani, vijana ndio mnazidi kuharibu kijiji chetu hichi cha chini ya mti, kwa, kwa maana ninyi ndio mnaenda kubebesha dada zenu mauja usiku, alafu mnakuja kusema hici kwamba kwa wazee na wenyewe wanachangia. Wazi wanaweza kachangia nini kwenye swara hii? Mzee kama mimi naweza nikaenda kulala na mtoto mdogo kama huyu, mtoto mdogo kama huyu, kama mtoto wangu, kama mjukuu wangu, niende kulala naye? Nimehuzunika sana tena sana tena sana, kwenye msiba huu wa mtoto wetu huyu dada Regina, na imenihuzunisha. Nasema kitendo kama hichi kisijirudie tena katika kijiji chetu cha Tinyama. Kwa maana mimi kama mwenye kiti ni kibunduwa ambayo nafanya kitendo kama Mina siku kwamba nimemaliza. Mzee wa bajeti, kama upo tayari na uweze kuongea. Ayyaa, asante na shukuru. Mimi nashukuru sana mwenye kiti. Haya mambo ya natokea kweli, yameniusi yameniasiri ya. Ila jirani zangu, ndugu zangu kweli. Haa, ha, nimesamehe kijana aliyempa mwanangu mimba basi Ila sasa nyinyi ndio nashukuru sana na washukuru kwa kuja kuomboleza nami, kifo cha mwanangu Reji nimempoteza, ameenda kweli. Ila basi shukurani, sina cha kuwalipa, utalipa na Mwenyezi Mungu, naye yote ametokea. Alikufuatana na vijana, watoto wetu wasichana, msiambatane na wao vijana, ni wauaji, wanakuja kuwapa mamimba mnafu wadogo wadogo, hamjatufanyia hata kitu. Mipango ilikuwa nyingi, nyumba napanga kwa mtoto wangu Reji, mimi mwenye kiti uwele mingi hadi hivi ametoka, nimesikia, sijui nifanyeni. Basi hapa ilikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu, ila mauaji ni vijana. Watoto wetu, muache ya mambo ya kufana mimba, muache, muache. Kijiji kinakwenda wapi? Sisi tunakwenda na Aisha hivi tiari, tizama nywele hizi hivi. Nyinyi ndio mtabaki huko na wa dada zenu, ndio mtaunda kijiji chetu, ila sasa kufana mimba wanakufa haraka. Hivi si vizuri, muache yale mambo ya ukabwa, watoto wetu Musome shule, mashamba tunayo, tunalima lima. Sasa namna gani munatuasiri? Acheni na hiyo mambo ya mimba watoto. Sasa nyi wabiti kweli, muache yale mambo muache. Mimi sitokola kubali vitu kama hivi katika kijiji hadi nitakamata maamuzi, si mengine yataweza kuwa mabaya. Acheni hivyo, tumechoka tumechoka bila <coughs> sana, ndugu zangu, kabisa sana, nimeshukuru kwa yote nitendea, msiweza mwenyewe bila nyinyi. Mmoja ndio nguvu ndio wanasema, na hapo ni vizuri tuendelee hivi hivi. Tukipata kamsiba mnakuja tena mnafanya kazi hizi uliofanya hapa na vitu vyote hapo. Namaliza mwenyekiti, asanteni. Asante sana, asante sana mzee. Ni kwamba tumeshukuru wale wote ambao wamefika kwenye msiba huu, kwamba msiba huu ndio siku <coughs> kwa ya leo hawajakatazwa kwamba kuja kumtazama kuja kumfariji mzee wa budget. Nawezi kwamba tumeshia hapa, ambayo anaweza akaenda kufanya shughuli zake, anaweza ila neno kama hilo, mnisikilize vijana na wakina mama, asante. Kama ipo tofauti maana mimi hapa alinionyesha mwalimu uh -huh. lakini sio kama kile alivyosema hapa. Unaona eh? Kweli. Mariamu. Za kushinda watoto. Ni nzuri shika. Maraba. Ah. Kama kile alivyosema hapa Mariamu, za kushinda watoto. Amka, nina mchoko hapa shule ahahamsh. Sawa basi, kama una mchoko naiba nija chukua aa chai. Sawa, lakini unikumbuke mtoto. Unanisikia? Nakupenda sana. A -a. A -a. Ivi, Mariam ah, rafiki yangu nikushauri nini unielewe eh? Yaani tena unarudi tena kuchukua vizadi vya huyo mzee sio? Niambia haina shida. Kumbuka wewe ni mtu mzima, ana wake watatu na watoto wa sita, mke wake mdogo ana ujauzito unaacha Aise, yani na mchoko mwingi. I say, oh, Mungu wa huruma. Mchoko, mchoko Bana, nafanya kazi nyingi. Acha tunywe mvinyo tukalali, maana haki najisikia yani, mchoko mpenzi wangu. Ah,

Unaona raha kuoa mke wangu. Juzi alikuja kuniambia, akanambia kwa, kwa <laughs> mme wangu, kwanini unavaa pete kidole cha mwisho umalaya? Nikamwambia hapana, hapana <laughs> nampenda sana mpenzi wangu, nampenda sana mke wangu.